Malaika waliotutembelea leo, hakuna malaika yoyote anayewazidi, kwa sababu ni malaika waliokuja kutekeleza hukumu ili kuhakikisha kwamba kile kinachomtukuza Mungu kinabaki kumtukuza Mungu. Nasema kuna viumbe vimetumwa, na sio wachache, wamemiminwa kwenye hii nchi, na kusudi la hawa viumbe ni kuja kuondoa kile kilichoamua kuchukua sehemu ya Mungu. Vinaitwa viumbe wapatakatifu, papatakatifu pa Bwana, wamekuja kuondoa kile kilichofanya maamuzi ya kuchukua utukufu wa Mungu. Kwa maana hiyo mtasikia jambo linalowasha masikio kwenye i wangapi wanaipenda Tanzania? wangapi wanaipenda Tanzania? hachana na vitu vingine, mimi nazungumzia Tanzania tulikozaliwa. Nilimsii Mungu akaniambia sina muda mwingine, huu ndio wakati nilioamua na ni wakati ulioamuliwa. Kwa hiyo yoyote aliyefanya maamuzi ya kuchukua utukufu wa Mungu, popote awe kanisani au nje ya kanisa, popote pale alipo, ashuke haraka sana. Hakuna ukuu unaomzidi Mungu, hakuna ufalme unaomzidi Mungu. Biblia inasema kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri. Mkono wa Mungu umenyoshwa juu ya taifa, chochote kilichofanya maamuzi ya kuchukua sehemu ya Mungu kinakwenda kuondolewa. na kwa maana hiyo mtasikia vitu vinavyowasha kwenye masikio. Sicheze na Mungu. So tunaomba neema ya Mungu itande juu ya taifa letu ili ikiwezekana wapewe neema so ya kusikia. So kwa sababu wasiposikia, wasipo na wahakikishia wanaondoka, wala hawanaga wanaga mawili wala wanaga midaalo, wanatekeleza kama walivyotumwa. Narudia tena, yeyote aliyeamua kuchukua utukufu wa Mungu uwe mtumishi kanisani, uwe mwanasiasa, inaongea kama nabii wa baraza, shuka haraka sababu mwenyewe ameamua kuwatuma viumbe vinavyowakilisha sura yake ili kudhibitisha kwamba yeye ni Mungu na atabaki kuwa Mungu. Unajua wakati mwingine ukiambiwa usiposikia, you know, utaambiwa kwa vitendo. Jirani yako mwambie, simama tuiombee taifa. Uh, simama tu tuombe. Elekeza mikono yako hapa kwenye bendera. Sema Roho Mtakatifu, tunaipenda taifa letu. We love our nation. tunawapenda watu waliowekwa mbele yetu, tunaomba rehema, tunaomba na rehema kwa damu ya Yesu Kristo. Kaskazini mwa Tanzania, magharibi mwa Tanzania, kusini mwa Tanzania, katika jina la Yesu Kristo, kila kona ya Tanzania tunanena damu ya Yesu. E Bwana wetu, kwa sauti sema. E Bwana wetu oh, e Mungu wetu oh, mwenye wingi wa rehema, washushaye wafalme na kuwanyenyekesha chini ya mkono wako, uturehemu e Bwana, utupe neema, uwape neema wakuu na wafalme, wakujue wewe Baba wa mbinguni na Yesu Kristo mwanao uliyemtuma kwa utukufu Amen. Wa jina lako Amen. Pe Yesu, makofu mazuri. Unaweza ukakaa sehemu ulipo. You may be seated.